Miha wa igye, mueru, nire, thi, o mihango ya wandikithia wa muingi tabarira ini ya mubango mweru wa ugima wa mwiri SHA Kaunti ya Samburu ni aremereirwo hari gu kinyaniria mubango uyu kuona o wadoge gicunji kia ithano hari igana kiria kinini ni kinini muno na kaunti iria ingi guothe aikari kuma kauntini ino maugite tafarire no, no yagite gukinyanira kuma na, na kuaga umenyo. Tumeanza kujua umuhimu wa SHA ndiposa watu wetu wamekuja wa kwa wingi, kwa sababu SHA ilianza bila kuwa na uhamasisho kamilifu, lakini kulingana na vile mheshimiwa amehamasisha watu wao, watu wameelewa umuhimu na ile poroja kudanganya kwamba ifanye kazi watu wametoa hiyo shaka na ndio maana wameamua, kama vile mliona leo kujitokeza kujirejista kwa sababu ya maisha afya, uh, uh, bora ya maisha yao atogoria kuma kaunti no? e, ya saburu matogole tio ni mbunge wa saburu ya idhu wiro na isura lisunda ni magathikite mitaratara mieru wa muingi tabarira wa mwiri. na wakati juzi, kuna ripoti ilitoka ikaonekana ya kwamba Samburu kaunti ndio watu wachache au ndio wa mwisho kwa watu ambao wamejirejista kwa SHA. Augite te meno nyiteneli na mafitha asha kuma kaunti ine no nimeguthie na mbele na guthomithia thomithia muingi fata wa kuhebelia mufago uyu mweru wa wa ugima wa mwiri. Ni vyema tukuje tufanye mass registration kwa constituency yetu, kwa sababu tunajua wakati SHA ilianza, kawaida, kitu geni hata kuembrace ni ngumu. Lakini pia kitu geni ikianzishwa matatizo lazima yawe hapo. Saa hizi tunaanza kusikia watu wakisema SHA wameenda wakatibiwa nayo, na singependa wakenya wengine wa benefit na SHA na Samburu County tusibenefit. Kwa hivyo hata kama leo hujarejista, uende hapo urejista, ama uende kwa hospitali yetu hapa ya Maralal Referral iko ofisi ya SHA ama health center zetu zote. Kuna mtu wa SHA pale ataweza kukurejista kwenye SHA geripotera kameme kuuma guru wa furori jitago samii wa wajiro